Na msikilizaji, um, ni saa tatu na dakika tatu usiku majira ya Afrika Mashariki. Hili ni wimbi la Samaritan FM. Kuna mengi tuliokuandalia kutoka chumba chetu cha habari zikiwemo tu habari za tanzia kuhusiana na kijana aliyeuawa kule Kitale amezikwa nyumbani kwao kaunti ya Kisii na vilevile vile, habari za kimataifa. Karibu langu, jina ni Inch, Shemela, Samuel Ngovilo. Na biwi la simanzi lilitanda katika kijiji cha Nyatiko wakati mwili wa Enokomoi, kijana aliyepatikana ndani ya mto akiwa ameuawa kwa kosa la ng'ombe kula mahindi shambani, kule Nzoo ya kupelekwa nyumbani. Mwili wa kijana huyo uliletwa saa kama ulipelekwa saa kumi asubuhi kabla ya kuachwa nje ya lango lao, jambo ambalo liliacha wengi na butwa. Wenyeji wa kutarajia mwili wa kijana huyo kufika saa kumi asubuhi na kuachwa mbele ya nyumba ya mama yake mkongwe. Kwa sasa, wakazi hao wameachwa na maswali chungu nzima, wakitaka polisi kuingilia kati swala hilo ili kujua haswa nini kilichotendeka na kusababisha kifo cha unyama. Marehemu alizikwa japo kitandawili cha kifo chake kikisalia bila kupata majibu. Watusaidie kuchangia huyu mama, hata chakula hana na ni vile hawa watu vile wameleta mwili walirusha hapa tena wakaenda. Sasa hatujui hatuna mwelekeo eh, walituambia wale walio mtupa mtoni wenye waliwaona washaidi wametoroka, so wao wakasema hawa walete mwili wazi, wazike. <laughs> Anasema mtoto alitoka hapa, mama anataka serikali msaidie halafu hapata haki yake, vile huyu mtoto alienda huko miaka kumi na tano. Hii ndiyo nyumba tunasema ya marehemu. Tungepata wafadhili, tusaidiane, mama apate nyumba na huyu kijana pia, hata kama ame, ameaga achengewe nyumba hapa. Na tukisonga mbele ni kuwa rais William Ruto ametoa wito kwa mabunge ya kaunti kubuni sheria na sera ambazo zitaimarisha uwekezaji. Akizungumza katika kongamano la uwekezaji katika kaunti ya Muranga, rais alitilia mkazo umuhimu uwekezaji hasa kwenye viwanda ambavyo alisema vitawasaidia wakulima kuongeza mapato ya maradufu. Kwa upande wake gavana wa Muranga Irungu, Irungu Kang'ata alitoa wito kwa sekta za kibinafsi kushirikiana na serikali za kaunti ili kuongeza nafasi za ajira. It is important as we expand the market.

To get jobs. Na kwa mara nyingine tena wafanyabiashara katikati mwa jiji la Nairobi walisalia kukadiria hasara kubwa baada ya maandamano ya Alhamisi ambayo yaligeuka kuwa ya vurugu. Kile kilichoanza kama mwito wa haki kimewaacha wafanyabiashara na hasara kubwa. Maduka ya simu na nguo yalikuwa lengo la waporaji waliokuwa wakijificha nyuma ya wito wa kutaka haki kutendeka kwa ujwanga. Maafisa kutoka idara ya upelelezi wa jinai walifika katika maeneo ya tukio asubuhi, wakikusanya ushahidi na kuchukua maelezo. Lakini wafanyabiashara wengi, taswira hiyo si geni kwao. Wanasema kila mara maandamano yanapotokea, wao ndio huwa wa kwanza kuumia. Serikali ya kaunti ya Nairobi imelaani uharibifu wa mali ya umma, taa za barabarani kungolewa, mapipa ya taka kuchomwa na taa za mitaani ku Demonstrations, the demonstrators wakafanya vile unaona wamevunja vio said right now ndo tunafanya repairs for the damage ambayo ilifanyika hapa I I feel bad for Ojuang and and his family but I think we we need to get different measures on how we can air out our opinions it's hurting us mimi ni mkulima mdogo and I'm being hurt everyone has a right right and and we respect the right of each and every citizen to To demonstrate. Let us all be able to coexist. And we also want to ask our stakeholders, especially the government and, uh, the local authorities, to be able to provide businesses with security. Na waziri wa utumishi wa umma maendeleo rasilimali watu na mipango maalum Geoffrey Ruku amejitolea kuhakikisha waathiriwa wa mikasa hivi majuzi ya moto kwa Kibra na Kimana wanapata usaidizi kamili wa serikali ili kuwasaidia kurejea katika hali zao. Waziri Ruko alizungumza baada ya kuzuru mkungu huko Kibra na soko la Kimana huko Kajiado kusini ambapo mamia ya familia zilikosa makazi kufuatia visa tofauti vya moto. Alisisitiza kuwa serikali inaweka mikakati madhubuti ili kuimarisha usalama na ustawi wa Kenya wote. Katika makazi yasiyo rasmi huko Kibra zaidi ya watu 300 waliachwa bila makao baada ya moto unaoshukiwa kusababishwa na mshumaa uliopelekea kuteketeza nyumba kadhaa. Na huko Kimana, itilafu ya umeme ilisababisha moto uliosababisha takriban wakazi mia moja kuyahama makazi yao. Waziri Uku alihimiza jamii kuunga mkono miradi ya maendeleo serikali ya Kenya Kwanza na kujiandikisha kwa mpango wa mamlaka ya afya kijamii, ambayo alisema itahakikisha upatikanaji wa huduma za afya kwa wote. Akigeukia masuala ya kisiasa, waziri aliwakashifu viongozi wa akiwashutumu kwa kuendeleza siasa za migawanyiko wakati walishindwa kutimiza wakati wao wakiwa madarakani. Na kamishna wa mamlaka huru ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA Bonfas Samati leo Ijumaa amethibitisha kwamba mkuu wa polisi wa kituo kikuu cha polisi cha Nairobi Samson Talama amekamatwa na kitengo cha maswala ya ndani IAU katika uchunguzi unaoendelea kuhusu mauaji ya mshawishi na mwanablogu Albert Ojwanga. Katika kikao na wanahabari, Samati alieleza kuwa wataalamu alikabidhiwa kwa IPOA na atakuwa muhimu katika kusaidia uchunguzi unaoendelea. Aliongeza kuwa chombo huru kilirekodi taarifa kutoka kwa mashahidi zaidi, wakiwemo washukiwa wengine waliofungiwa katika seli za kituo hicho usiku huo wa maafa. Alisema hii itaweka pamoja matukio yaliyotokea wakati wa mauaji ujuanga akiwa mikononi mwa polisi. Wakati akidhibitisha hali hiyo, kamishna alifichua kuwa IPOA iliweka kumbukumbu za tukio kukusanya sambuli za damu na kuzipeleka kwa kwa maabara ya serikali. Zaidi ya hayo, walikuwa wamepata CCTV digital video recorders DVR, katika jaribio la kurejesha video hiyo. Kulingana na Samati, watu watatu wamekamatwa kufikia sasa: talam police James Mwana wa kituo kikuu cha polisi na fundi anayedaiwa kusambaratisha picha za CCTV. Haya yanajiri baada ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa wa jinai DCI Mohamed Amina kusema talam anafaa kuchukuliwa kama mshukiwa mkuu, akitaja kuwa alikataa, aliataa alipowasilishwa kituoni, jambo lilozua maswali mazito kuhusu mienendo yake na uwezekano wa hatia. Na kwingineko ni kuwa baadhi ya wanaharakati vilevile wameungana na mawakili wa familia Albert Ojwang ambaye aliaga dunia katika seli ya kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi. Chama cha walimu wa shule ya msingi na vivyo vile vya KUPPET vilevile vile wameelezea masikitiko yao husiana na kifo cha mwanablogu huyo wakiataja kama mauaji ya kikatili chini ya ulinzi wa maafisa wa polisi. Kifo cha Ojwang kimeweza kuzua ghadhabu nchini hasa kwa umma kupeti kikemea ukatili, ukandamizaji wa haki na aina yote iliyokuvuruga utulivu nchini kutoka kwa maafisa wa polisi. Chama hicho sasa kikihitaji uchunguzi wa wazi na wa kina kufanywa ili wahusika waweze kukamatwa na hatua madhubuti kuchukuliwa dhidi yao. Katibu mkuu wa chama hicho wa Kilo Misori amekashifu mauaji hayo, akisema kuwa majukumu ya mwalimu si tu kufunza darasani, bali pia na manufaa ya kuongeza thamani katika maisha ya kila mmoja katika jamii. Viongozi hao wamekutana katika afisi ya Kupet na wanatarajia kuwasha mishumaa kama ukumbusho na pia kumjali mwalimu wenzao ambaye ametajwa kama kuwa jasiri na kukemea maovu katika jamii.

Na rais William Ruto ametoa ahadi ya kuwalinda wa Kenya dhidi ya maafisa wa polisi wa katili, huku akiwaonya maafisa hao kuwa watawajibikia ya matendo yao. Kiongozi wa taifa aliyasema hayo leo Ijumaa katika chuo cha uongozi cha huduma ya taifa ya polisi kilichokongong Kaunti ya Kajiado alipokuwa kiongoza hafla ya kuharibu zaidi ya bunduki elfu sita haramu zilizonaswa kati ya mwaka 2022 na 2025. Matamshi yake yanajiri siku kadhaa baada ya kifo cha mwanablogu Albert Ojwang'a kilichotokea katika kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi katika hali ya kutatanisha, hatua iliyosababisha maandamano Nairobi. Wakati huo huo, kiongozi wa nchi aliwapongeza Wakenya ambao walisalimisha kwa hiari bunduki walizokuwa wakimiliki kwa njia haramu kupitia mpango wa kijamii haramo haramu aidha aliagiza asasi zote za usalama kutumia vyema silaha na kuhakikisha usimamizi na udhibiti bora wa silaha zilizo chini yao we will as has been said by the security minister here equally protect citizens from rogue police officers and make sure that we hold them to account so that we can have a nation that is based on the rule of law na tukishanaoni kwa watu watatu wa familia moja kutoka eneo la Indangalansi ya eneo bunge la Mumias Mashariki wamefariki baada ya kutumbukia kwenye kidimbwi cha shimo la mchanga walilokuwa kichimba. Eliud Mukoya alikuwa akijaribu kumwokoa mwanawe msichana kisha wote wakazama ndani ya maji na kuzidiwa, kabla ya Michael Ambisi, shemeji yake, kumokoa pia kuzidiwa na maji huku akijaribu kuokoa na kusababisha vifo hivyo. Wakazi walioshuhudia na kujaribu shughuli za uokoaji wameilaumu serikali ya kaunti kwa kujikokota kutoa huduma za dharura, huku pia wakitaka kuviziba vidimbwi vilivyoachwa wazi katika eneo hilo vile alikuwa anachunga huko ng'ombe, pia yeye anaenda ataokoe semeji wake, na yeye pia akaanguka kwa maji akakafariki. Sasa nikashindwa ni kitu gani yenye imetendeka. Serikali wanisaidie kwa vile ninaweza kusaidia hawa watoto wangu wenye wamebaki, hata kuleta mwili tu ya maiti vile ninaweza sika, sina chochote mimi kwangu, watu wakanikataza usiende huko kukuja, hata bwanangu ameanguka kwa maji, alikuwa anaokoa semeji yake. Sasa mimi niko na mbango na mtoto mmoja kijana mtoto ndiye amemaliza mwaka mmoja na miezi nane, unisaidie vile naweza saidia huyo mtoto na mpenzi msikilizaji. Taarifa hiyo ya kutamausha kutoka Kakamega ndio inanipa fursa mimi hapa studioni kupata pumziko fupi, kisha nikirejea nitakuwa nikirejea na habari za ulimwengu. Kwa hivyo polipo usibanduke. Namkaribu tena tuendelee na taarifa zetu. Na kwenye rubaz ya kimataifa ni kwa mamlaka ya India imesema uchunguzi wamekipata kisanduku kinachorekodi mawasiliano ya cha ndege ilianguka na kusababisha vifo vya watu 241. Kisanduku hicho cha ndege kilipatikana kwenye paa la nyumba karibu na eneo la ajali. Katika chapisho kwenye mtandao wa kijamii waziri wa usafiri wa anga Ram Mohan Naidu amesema kupatikana kwa kisanduku hicho kunaashiria hatua muhimu mbele katika uchunguzi. Kwa upande wake Paul Frome wa taasisi ya uhandisi wa mitambo nchini Uingereza amesema kwamba kisanduku hicho kina maelezo kuhusu nchini na udhibiti wa mipangilio mbali na rekodi ya sauti katika chumba cha marubani. Na basi, mpenzi msikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya rubaa za kimataifa, na mimi sina la ziada ila kuhitimisha wimbi la Samaritan FM awamu hii ya saa 3 3 usiku. Kumbuka 17 ndizo dakika zimekatika baada ya saa 3. Tunasema shukrani, shukrani zaidi zaidi, kwa kwa wote ambao tumekuwa nao tangia saa 12 hadi wakati unapia, shukrani zaidi kwa wote ambao umetenga saa 24 kwa siku kutegea na, na kufuatilia matangazo na vipindi vya Samaritan FM. Kumbuka hiki ndicho kituo bora zaidi chenye matukio na matokeo. Tunakujuza, kukupasha na vile vile kwa arifu pindi, nukta, sekunde, dakika na saa zinavyosanzuka kutakia usiku mwanana. Nimekuwa kwa msomaji inshemela Samuel Ngovilo. Hilo imekuwa wimbi na redio Samaritan na rafiki msamaria. Hesabika kuwa rafiki msamaria leo kwa kusimama na huduma hii, ili tumfikie mpendwa pale nje anayetuhitaji kihuduma. Tumia pay bill number 400200. Account number 665257. Account name: The Samaritan Media Limited. Wewe ni rafiki